Video hii inahusu jinsi ya kuweka dola moja kwenye Just Market account. Dola moja ni kiwango kidogo sana, lakini unaweza ukadipositi kwenye Just marketing kama utakuwa upo full verified na hii dipositi utaifanya kupitia agent payment option. kwa kuweza kupitia. Kwa hiyo uta login kwenye account yako ya just Kama hauna account ya Just Market, angalia video zilizokwisha kupita jinsi ya kuweza kutengeneza akaunti ya Just Market na utengeneze akaunti. Kwa hiyo mimi nita login kwenye account yangu ya Just Market kama unavyoona hivyo, nita login kwenye account yangu sima. Mtandao tu kidogo upo slow kwao, nitasubiri ifunguke, kisha ikishafunguka nitaweka pini yangu. Okay, hii ni akaunti yangu ya Just Market kama unavyoiona hapo, nitabonyeza hapo andika deposit. Kumbuka nataka niweze kudeposit dola moja kwenye Just Market account kwa. Uh, ni kiwango kidogo sana, lakini itakuwezesha kuwa na uwezo wa kuweza kufanya practice zaidi katika live account, kwa sababu unaweza kudeposit dola moja, dola mbili, dola tatu, ni wewe tu kwa hiyo ili uweze kudeposit dola moja kwenye Just Market utaenda kuchagua njia kupi, njia ya kudeposit kupitia agents. Hizi njia zingine utaachana nazo. Kwa hiyo utashusha chini, utafuta njia ya agents hawa wa chini, Papishi Money Forex Tanzania, hawa ni agency. Kwa hiyo tutafanya hii deposit kuweza kutumia agents, lakini ukiangalia limiti hapo umeweka 10 dola lakini kama upo full verified unawekewa minimum dola moja. Ah, wote hao ni maajenti. Kwa ili uweze kufanikisha zoezi la kudeposit dola moja, utachagua ajenti mmoja, utachagua ajenti mmoja, kisha utafanya naye mawasiliano na utamwomba kuwekea dola moja, then mtajua nyenyewe mtalipana kupitia gani ya atimane pamoja na Halo Pesa lakini hapa chini kuna contact zake hapa. Unatakiwa kuchukua contact, kuchukua namba yake ya simu kisha mpigie, mpigie mwambie mimi nataka uh, ni deposit just market dola moja au dola mbili au dola tatu, kisha atakwambia nitafute uh, atakwambia nitafute WhatsApp then utamcheki WhatsApp, atakutumia njia za malipo kisha utalipa, then uh, atakuomba hiyo uh, account number ya just market utamtumia zeni atakuwekea uh, hiyo dola. Hebu tuangalie jinsi ya kufanya mawasiliano na uh, agent kwenye WhatsApp. Nilikwambia mimi nimemchagua Luvanda FX, kwa hiyo uh, nitamclick hapa Luvanda FX. Kama ushaangalia hapa, nimeshakwisha kufanya naye uh, transaction kama unavyoona hapo. Ukishaweza kumlipa, utamtumia screenshot, na yeye kama unavyoona hapa ametuma njia za malipo. Na sio mara moja tu always ninapotaka kufanya practice. Aa, au trading na chagua Luvanda FX kama unavyoona hapo, huyu ni Luvanda FX. Kwa hiyo payment methods ni kama hizi ambazo unaziona hapo. Okay, baada ya malipo utamtumia screenshot kama hivyo, zenye utamwambia unataka ku deposit wapi. Uh, just market atakwambia account number, utamtumia account number kama hiyo, uh, yeye atakwambia tayari nawe utahakikisha okay. Karibu JTDFX kwa mawasiliano zaanchea kupitia namba hizo hapo.